Ingie kwenye taarifa za biashara. Kenya imeondoka rasmi kwenye mfumo wa COMESA wa kudhibiti sekta ya sukari baada ya miaka ishirini na nne. Mfumo huo uliofikia kikomo tarehe 30 mwezi Novemba ulikuwa hatua ya muda inayoongozwa na marekebisho yaliyofanywa kudhibiti na kubadili muundo wa sekta ndogo ya sukari, malengo ambayo serikali inasema kuwa sasa yameafikiwa kikamilifu. Hatua ya Kenya ya kujiondoa kwenye mfumo huo wa COMESA ni mabadiliko makubwa ya sera kwa sekta ya sukari humu nchini, ambayo kwa zaidi ya miongo miwili imekuwa ikitekeleza shughuli zake chini ya kanuni maalum za udhibiti wa kibiashara katika eneo huru la kibiashara la COMESA. Awali Kenya ilitafuta kanuni hizo mwaka 2001 wakati wa uzinduzi wa eneo huru la kibiashara la COMESA, ambapo sekta ndogo ya sukari humu nchini iliathirika kutokana na viwango vya chini vya uzalishaji, gharama ya juu ya uzalishaji na kutegemea pakubwa ufadhili wa serikali. Kadri miaka ilivyopita, kanuni hizo ziliiwezesha Kenya kudhibiti uagizaji sukari kupitia kanuni za viwango vya ada, huku ikitekeleza marekebisho yaliyonuiwa kuimarisha tena sekta hiyo. Muda wa utekelezaji kanuni hizo za COMESA uliongezwa mara nane, huku tathmini ya utendakazi na ufanisi wa sekta hiyo ikitekelezwa. Afisa mkuu wa bodi ya sukari nchini Jude Chesire alisema kuwa kufikia kikomo kwa utekelezaji kanuni hizo kuliashiria kwamba sekta hiyo ndogo imefikia kiwango cha udhabiti na kujiandaa kushindana katika soko hilo la kikanda. Kiwango cha uzalishaji sukari kimeongezeka kwa zaidi ya asilimia 70 kutoka viwango vya mwaka 2022 kutokana na mvua ya kutosha, upatikanaji wa mbegu zilizoidhinishwa za miwa, mipango ya ruzuku za mbolea na usagaji bora wa miwa. Bodi hiyo imesema kuwa Kenya itaendelea kujaliza nakisi ya sukari humu nchini kupitia uagizaji unaodhibitiwa kutoka maeneo ya Komesa na yale yaliyoidhinishwa yasiyo ya Komesa. Hali imekariri kuwa mfumo huo utaimarisha imani ya wawekezaji ili kuwekeza mtaji na kuhakikisha udhibiti na kukingwa kwa wakulima.